Mheshimiwa ma ma ma Dr. Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa ma Mheshimiwa Dr. Peter Serukamba, mkuu wa mkoa Iringa, wakuu wa mashirika ya kitawa, waheshimiwa mapadri, watawa na waseminari, waheshimiwa viongozi na wageni wa kiserikali, wapendwa waamini katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Moyo wangu umejaa furaha na shukrani kwa kualikwa kushikiri katika adimisho hili la kumshukuru Mungu kwa neema zake nyingi alizotunukiwa Askofu Romanu Selamu Mihali aliyeteuliwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco aliyeitwa nyumbani kwa Baba Jumatatu iliyopita, kuwa askofu mpya wa jimbo hili pendwa la Iringa. Ongera sana! <laughs> Nimefurahi sana kwa mara nyingine kuwa katika mkoa huu ambao kama mnavyokumbuka tayari nimetembelea mara kadhaa nikishiriki nanyi kwa furaha katika hafla kadhaa za kumshukuru Mungu. Niruhusuni nitoe shukrani kwa niaba yangu na ya kanisa Katoliki kwa mashamu askofu mstaafu Tarsisio ngalalekumtwa kwa majukumu aliyoyatekeleza katika jimbo hii hili, kwa kutambua umahiri wake na shughuli za kichungaji alizozikamilisha kikamilifu bila kuchoka, pamoja na sifa zinazotolewa na watu wengi kwake kwa maboresho dipajina ubunifu alioupata kama zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Karama hizo alishirikisha akiwa mchungaji wa watu wa Mungu miaka mingi iliyopita katika jimbo la Sumbawanga akiwa skofu mwandamizi na kisha kwa miaka mingi hapa Iringa na pia katika barasa la maskofu Tanzania, ambalo aliwahi kuwa rais. Katika tukio hili unatoa vyote ulivyo navyo kama askofu kwa mandamizi wako, lakini bado utajiri wa uwepo wa Kristo ut utabaki nawe milele wingi wa neema za Mungu na kuridhika kwako kwa ajili kwa ya uajibu wako uliotimiza vizuri vita, kusindiki, vita kusindikisa daima. Sasa umestaafu, lakini kanisa bado linahitaji hekima yako na ushuhuda wa maisha yako. Asante sana kwa huduma bora uliyoitoa kwa kanisa. <laughs> Mpendwa Mashamu Mihali, ni kwa neema ya Mungu kwamba umechaguliwa kuwa takatifusa kuwafundisha na kuwaongosa watu wake timisa jukumu hili katika ushirika na Baba Mtakatifu na urika wa maaskofu. Mashamua skofu, ninakuhimiza kuendelea kutimiza ofisi ya kiaskofu kwa upendo na kwa kujali. ukionyesha uso wa huruma na unyenyekevu wa Kristo. Baki mwaminifu kwa neno la Mungu na umshuhudie udie Kristo ambaye ndiye njia, kweli na usima. Imarisha umoja kati ya mapadri na uwe rafiki, ndugu na baba kwa wote, ukilinda haki na wajibu wao Shirikiana na mapadri na jumuiya za kitawa zilizopo kwa wingi katika jimbo lako, wanaodhihirisha utajiri wa karama. Jenga madaraja kati ya Mungu na watu wake, ukishinda kila kizuizi. Mwige Kristo ambaye ni neyenyekevu zaidi, mkarimu, mpendevu, nampenda kusali chamu askofu akiwa anawasa wase. Mtakatifu Petro aliandika, lichungeni kundi la Mungu milo kabidiwa, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari si kwa tamaa bali kwa moyo wenu wote. Ujumbe huu wa una wa wa, wa usu wale wote ambao wamekabidhiwa kundi na kutimisa utume wao wakiongozwa wa na Kristo, ambaye ni mnyenyekevu mpole mnyofu mwenye upendo daima na mwenye kusamehe mehe. Kwa njia sawa na hiyo takatifu Paulo aliandika, ingawa alikuwa Mungu, aliachilia stahiki zake za kimungu, akachuka nafasi ya unyenyekevu ya mtumwa na Akazaliwa kama mwanadamu. Kristo alichukua nafasi hii tu kwa sababu alitupenda. Umechagua kauli mbiu ambayo kwa njia fulani inarudisha ujumbe wote wa Kikristo. Ut diligatis invicem. Pendaneni. Ninyi kwa ninyi. Ili yo ili yochukuliwa kutoka katika Injili ya Mtakatifu Yohane katika sura ya kumi na tatu aya ya thelathini na nne. Yesu anawapa wanafunzi funzi wake amri mpya yongezwe kwa ile ya Agano la Kale, ni amri ya upendo ni vigumu na haiwezekani kabisa kuwapenda wengine kama tunajipenda wenyewe. Ni pale tu tunapomuiga Kristo Mwokozi wetu ndipo hatimaye tunavua silaha za kiburi chetu, utukutu na kudaniana

Uchagua kwa ajili ya huduma yako ya kiaskofu ili kusaidia kila mtu mwenye mapenzi mema wa kundi lako kuvunja silaha hizo zisizo na maana na zisizofaa, na kutembea wote pamoja kama familia iliyounganishwa na kifungo cha upendo kuelekea chanzo cha upendo huo ambaye ni Kristo mwenyewe. Vivyo hivyo, katika nembo yako ulitaka kumbuka somo wako takatifu Romanus ambaye bila uonga mbele ya mateso ambayo yalikuwa yakimua kikatili takatifu Laurenti akiwa kwenye tanaru, kwa tendo safi la rehema, alipungusa kiu ya shahidi kwa kumwaga maji kutoka kwenye jagi, akishuhudia imani hiyo yenye ushangasa. Romanus pia alimwomba Laurenti atumie matone machache ya maji yale yale ili kumbatiza. Ni kweli kwamba tumeitwa kupendana, lakini kuanzia wapi? Hakika ni kutoka kwenye huruma. Hakuna upendo wa kweli bila huruma. Wapendwa mapadri, watawa na waamini wa Iringa, dumisheni umoja na askofu wenu na umoja na kanisa zima, ambalo ni mwili wa Kristo. Ndiyo ni mwili wa Kristo, kwani Kristo ndiye kichwa na mwanzilishi wa kanisa. Natambua kwa shukrani na nina shukuru ushiriki wa viongozi wa serikali na wageni mashuhuri waliopo hapa leo, kuanzia na Mheshimiwa Dkt. Mashaka Biteko na ninyi nyote kwa kulipa umuhimu wa hali wa juu tukio hili adhimu. Ni wa wakikishia ninyi nyote kwamba kanisa katoliki la Iringa, kama ilivyo kwa kanisa katoliki lote la Tanzania pamoja na kiti kitakatifu chenyewe, linathamini kwa dati uhusiano thabiti wa urafiki na ushirikiano ambao mahudhurio yenu yanadhihirisha kikamilifu. Asante sana. <laughs> Nina furahi pia kuona kama ilivyo katika hafla zingine, ushiriki wa idadi kubwa ya viongozi kutoka dini mbalimbali na madhehebu ya Kikristo. Karibuni sana hii. <coughs> ina onesha usiano wa kirafiki uliopo kati ya kanisa Katoliki la Tanzania na jumuiya nyingine za kidini, jambo ambalo na ishara tosha ya mahusiano yenye matunda na ya kindugu. napenda kumalizia ujumbe wangu kwa maneno machache kuhusu hayati Baba Mtakatifu Francisco aliyefariki dunia siku moja baada ya pas Pasaka na kuzikwa kwenye kanisa kuu la kipapa la Bikira Maria mjini Roma jana. Shukrani nyingi zimwendee kwa upendo wake kwa kanisa katika nchi hii ulio nyeshwa kwa uteuzi wa maskofu wengi na kuteua kardinali watatu kutoka Tanzania, mwadama Protasi Kardinali Rugambwa mwaka jana, na majimbo kuanzisha majimbo mapya, la mwisho likiwa ni Bagamoyo ambalo litazindua mwishoni mwa wiki ijao jayo. Tunaendelea kumwombea ili akutane na Kristo akimu mwenye rehema katika ufalme wake. Mhashamu askofu Mihali, na tutakia neema nyingi za Mungu na mafani mafanikio katika utumishi wako na kuwahakikishia maombi yangu. Mungu akuongose na kukulinda daima. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo.